Hutokana na ukindu ambao huanikwa na kuchanwa kwa kutumia kisu, kisha hupakaswa kili hizo, ambazo nyingine husanifiwa kwa kupikwa na rangi na nyingine husukwa nyeupe pe kwa ajili ya kwenda kuchapishwa. Baadaye hushonwa na kutengenezwa aidha mikeka kawa au mikoba. Hapa ni nyumbani kwa Bisafia ambaye yeye ni mpakasaji mashuhuri wa kili hizo na kuzisanifu kwa nakshi tofauti, na hapa anaelezea matumizi yake. Kwa mtu mkubwa ukienda kwa okay, kwa ukifanya kazi zile unazoziweza mpaka kupaka sasa kwa sababu mpaka sasa utapata, utapata mikeka yako mwenyewe utatumia kwa haja zako mwenyewe, siku nyingine utapata utatumia, na ikifika kipindi hatuwezi kwenda dukani kwa, kwa mifuko sehemu bibi wa kizamani, mpaka tupate mkoba. Tuona ndio unaosiri mambo yako ndani ya mkoba, kushatia mkoba nimo wa ukili, ninyi wachukua hapa nakionae kitu chako ndani kawa mwenye kusheka chakula chako akifunika hapa nakiona ena kende kikafunuliwe, ndio tajuae kafunika chakula hapa hapa. Mikeka na matumizi ya kutandika nyumbani, ukatumia mwenyewe, ukaeka, ukatandika, kuwa wataka kula, kuwa wataka la jinyoosha hapo kidogo, ndo haja zake. Sambamba na faida mbalimbali zinazopatikana kutokana na upakasaji wa ukili hizo utamaduni huo kwa sasa unaonekana kupotea kwa kiasi kikubwa, kwani vijana sasa wamejikita na matumizi ya mambo ya kileo na kuona matumizi ya vitu hivyo ni kupitwa na wakati. Nahisi kuchukua mikoba ya ukili <coughs> <mfano, tos> nikienda nayo dukani nahisi nikipoteza muda, kwa sababu um, majumbani hatunayo hasa ya mikoba yenyewe, kwa sababu tunaona kama kupakasa ni kupoteza muda. Kwa nini nichukue mikoba ukili nyumbani? Mifuko nachukua tu kule, nanunua nikaingiza vitu vyangu nikarudi. Kijana kama kijana anapotoka nyumbani kuelekea mjini hawezi kuchukua mkoba, kwa sababu anaogopa kuchekwa, hata kufanywa shero, kwa sababu amejikita na utandawazi wa kisasa. Nachukua mifuko ya kununua, ile ya madukani 500 500, anajua shida zake zinamalizi. Tusiache kutumia utamaduni wetu, mtazamaji. Mambo ndo kama hayo uliyasikia aliyotuelezea Bisafia, lakini na mimi mtangazaji wako jivumi lakini wamo katika tamaduni hii, hatukuachwa kabisa kabisa na sisi tumo kidogo, ndo kama hivi unavyotuona. Kuna simu moja ambayo kwa Msafia hapa alinidokeza ambaokua hakutaka kuwapa nyinyi, lakini mimi nimeamua niitoe siri hii. Kuna hii swala la mkeka mweupe. Mkeka huu huwekwa spesiali kwa ajili ya kurekebishwa wale watu ambao wameenda kinyume kidogo na maadili, ama wametoka nje kidogo na maadili au mila hizi uwekwa mkeka huo na ukandaliwa na mazingira na ukaitwa ukawekwa juu ya mkeka huo na ukaanza kurekebishwa. Kwa hiyo mtakapoenda sehemu ukakuta labda au umepata mwaliko ukafika ukakuta, ukakuta, ukakuta, ukakuta mkeka huo umewekwa, basi ujue sheria ziko nawe. Nikiripoti kutoka Pemba, mimi ni Aisha Hadi.